Bodies. Na Wakenya wamehimizwa kuendelea na juhudi za kupanda miti katika maeneo mbalimbali humu nchini ili kusaidia kupunguza athari za mabadiliko ya tabianchi. Wito huo umetolewa na maafisa kutoka mashirika mbalimbali mbali wakati wa shughuli ya upandaji wa miti katika msitu wa Kimakia ulioko katika eneo bunge la Gatanga, Kaunti ya Murang'a.

Our second president, the late Daniel Moy, would tell us about uh, pandeni miti tuzuie nini monyoko wa udongo. So it is, it is not a one thing, it is continuous. Kwangu wito wangu ni kwamba tuendelee kuangalia eh, mazingira yetu. Tunajua tukiongea mambo ya miti tunaongea maji ya hewa safi, tunaongea mambo ya maji na tunaongea mambo hata hiyo miti ikitoka hapa Inaweza hata toka pesa na itengeneze vitu zingine. Tunahimiza wananchi wao wachunge hii miti, wale ambao wamepewa mashamba kulima hapa waangalie vizuri, na tunaendelea hii kitu tunaendelea nayo katika kaunti yetu ya Murang'a, hata mahali pengine pengine tunapanda straight from the chiefs, assistant chiefs, watu na watu binafsi tumehimiza hii jambo ya serikali by the year 2032 at least tumepanda 15, 15 billion trees as the president has Wajane katika kaunti ya Busia wanawarai wadau wa kilimo kuwapa mafunzo kuhusu kustawisha kilimo biashara.